Toka Zaburi ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza hadi ule wa tatu Neno la Mungu linasema, heri mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi Hakuna mtu ambaye hapendi mafanikio duniani. Kila mmoja kwa namna yake anajitahidi kufanya kazi, anajitahidi kumwomba Mungu, hata wakati mwingine kutoa sadaka kusindikiza maombi yake. Lengo kubwa ni kupata mafanikio ya kiroho na mafanikio ya kimwili, kupata mafanikio ya familia na mafanikio ya jamii ndio lengo kamili la kila mmoja anayeamka asubuhi na kukimbizana na majukumu mbalimbali. Lakini ili tuweze kufikia malengo ya mafanikio yetu, ni lazima tujue nini cha kufanya, ili tuweze kuyafikia yale tunayotamani kufikia. Kupikia, neno la Mungu ni kiini cha mafanikio yetu. Ili tuweze kufanikiwa, ni lazima neno la Mungu likae ndani yetu, lazima neno la Mungu lazima neno la Mungu liishi ndani mwetu ni lazima tulitafakari na kuishi, ili tuweze kupokea yale ambayo Mungu anayasema kupitia neno lake. Ukumbuke neno ni Mungu mwenyewe, na ndio maana anasema katika kitabu kile cha Yohana, hapo mwanzo palikuwepo na Neno, na Neno alikuwa kwa Mungu, na Neno alikuwa, alikuwa Mungu, na pasipo yeye.

hi lakini, anasema he usimnyime mapigo ndio, lakini haijasema umuumize. Kwa hiyo ukimuumiza, tayari umecheza kinyume cha haki ya yule mtoto. Kuna watu wanachoma watoto na pasi, kuna watu wanafinya watoto kwa visu, kuna watu wanawanyima watoto chakula kisa amekosea. Kuna vitendo Ukiwasikiliza, unashangaa, nasema hii ni jamii ya Kikristo wa au sio? wanaeleza gaiti, yaani kiwaita wanakueleza kila kitu. Tunajua siri nyingi sana za wazazi kubwa, lakini kitu ambacho tunawatendea tunaondoa haki ya mtoto. Nasema, yule mtoto Biblia inasema heri mtu yule, maanake tayari waondoka kwenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya mafanikio, wa kupendwa, watu wa Mungu, ni lazima tujifunze kuliweka neno la Mungu ndani yetu. Kuliweka neno la Mungu ndani halitoshi, ulifanyie kazi, uruhusu maisha yako yafanane na hilo neno la Mungu, uruhusu maisha yako yawe katika hilo neno Sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake itafakari mchana na usiku. Sheria ya Bwana, amri za Mungu, neno la Mungu, maagizo ya Mungu ndiyo ambayo yanampendeza mtu huyu, ambayo anatamani kufikia mafanikio yake, ambayo anatamani kuwa baraka kwa Mungu, ambayo anatamani kuona mkono wa Mungu, Mungu. Sheria ya Mungu ndiyo impendezayo, amri za Mungu ndio zinazompendeza taratibu za Mungu ndizo zinazompendeza, neno la Mungu ndilo linalompendeza, kauli za Mungu ndizo zinazompendeza. Anasema mtu huyu atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake litanyauka, na kila atendalo kila atendalo litafanikiwa. Haleluya! Ni kwa nini unakopa unashindwa kurejesha? Ni kwa nini unaanzisha biashara inakufa? Ni kwa nini unafanya kazi uoni umepiga hatua? Kila mwaka ndio unakula unaambao unatoka, lakini ndio maisha yako, uoni kama unasogea, uoni kama unabadilika, wakati Biblia inasema kila ufanyalo, kila utakalotia mkono, kila utakalokugusa litafanikiwa, litafanikiwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa namna ambavyo unaliishi neno la Mungu ndani mwako, ndicho kiwango cha mafanikio unayoyataka. Na ndio maana Biblia inasema jinsi roho yako ifanikiwa, na ndio maisha yako yatakavyofanikiwa. Sasa wakati mwingine ningine huwa hatuangalii tafsiri ya maisha Na kazi sana nategemea hiki kimetokea hiki, hatuangalii neno la Mungu linasema nini katika hilo. Neno la Mungu linasisitiza nini katika hilo? Je, tumelizingatia na kuifuata katika yale tunayoyatenda? Je, tumemweka Mungu kiasi gani katika maisha yetu? Tumetenda haki kwa wengine kiasi gani? Tumetafuta amani kwa wengine kwa kiasi gani? Tumewahurumia wengine na kubeba maisha yao kiasi gani? Tumewabeba wanyonge kiasi gani? Tumewabeba wasiojiweza kiasi gani? Tumewasaidia wajana wasiokuwa na namna ya kutembea kiasi gani? Yani, yote Mungu anayatazama, maana ameweka katika neno lake. Tumewasamehe wale waliotukosea kwa kiasi gani? Au sisi tunatamani tusamewe, lakini tunabeba watu, watu katika vikoa vyetu. Hayo yote Mungu anayatazama kabla tujayaangazia mafanikio. Haleluya watu wa Mungu. saidia sana. Haleluya watu wa Mungu, kitabu kile cha Yoshua, kitabu kile cha Yoshua, ule mlango wa kwanza na mstari ule chayosho, wa nane, kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza na mstari ule wa nane. Neno la Mungu linasema hivi, Yoshua moja nane. Katika ule mstari wa nane, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa huu maana. Ndipo utakapo utakapo utakapo ifanikisha njia yako kisha, kisha ndipo utakapostawi stawi sana. Bwana Yesu asite Anazungumza habari ya kufanikiwa katika njia zako, kuifanikisha njia yako, kufanikisha shughuli zako, kufanikisha majukumu yako, kufanikisha ambayo unakusudia afanikiwe. Lakini anasema utastawi sana, kwa maana mengine utainuka, utaongezeka, utapandishwa viwango, utapandishwa deo, watoto wako lakini haya yote yamebebwa na mwanzo wa mstari anaposema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, neno lililoandikwa katika kitabu hiki cha Mungu yasiondoke kinywani mwako, bali unatafakari maneno yake mchana na usiku, ukitembea ambapo anaweza kutoa majibu ya kile ambacho na tafsiri ndani ya nafsi yako. Neno la Mungu ni kiini cha mafanikio yetu. Neno la Mungu ni kiini cha mafanikio yetu. Ujitahidi kuishi kila mmoja akifika amechoka, amechoka, kila mmoja anasambaratika, anaingia kitanda. Tubadilishe lifestyle ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tujijengee mazoezi Usikiriza sana na Mugu wetu, zake ni za kweli, ila haitinii kwa sababu sisi anaendelea sana sana mabezi yetu, ila tukimhuzu Mungu akaye katika maisha yetu, sawa sana, makusudi ya Mungu yote yaomba tutayapokea. Amen, amen.